Najivua huo wanachama ili sasa niwajibike kwa yale yote ambayo nimechafuliwa nayo mitandaoni, yale yote ambayo nimechafuliwa nayo na viongozi wenzangu, niwajibike nayo. Niko tayari kuiacha taasisi ninayoipenda, taasisi niliyoijenga, niliyoipigania. Nilikuwa naitwa Chode, naitwa Yosepha Chadema yani, baba yangu alikuwa ni Chadema, sio komba tena. Sina namna, sina namna, lakini ninaondoka Chadema nikiamini wako watu nje ya Chadema ambao ni wazuri na wema. Ziko taasisi ambazo ni zinatetea haki zinasimamia haki, yako mashirika, wako watu binafsi, iko misikiti, yako makanisa, wako maaskofu, wako wachungaji ambao wanasimamia haki. Niwaombe wale wote wanaoamini katika haki ambao sio moja kwa moja Chadema lakini wanaamini katika haki wanipokee na mimi niwe kwenye hilo kundi. Kabla sijaamua naenda wapi, nitaendelea kusimamia ninachokiamini, nitaendelea kusema mbinguni na duniani, CCM haitaki kuendelea kutawala hii nchi. Tunataka watu wafe kwenye uchaguzi hivi? Tuulizane, mheshimiwa mwenyekiti wetu ambaye sasa hivi yuko ndani anapitia mateso na dhuluma za serikali ya CCM kwa kusingiziwa kesi ya uhaini, wakati anapigwa risasi Dodoma, alikuwa kwenye kituo cha kupigia kura? tunamtafuta mdude saizi, hatujui alipo, alikuwa wakala wa kituo gani? Wakati anatekwa tunamtafuta kina Beni saa nane, tunawatafuta watu kibao, kina pade nani yule, amepigwa amehudhurumiwa, ame, ame, juzi amepigwa, alikuwa kwenye kituo cha kura, alikuwa kwenye kampeni. Kwa hiyo tusipeani tusi, tusi, majina mabaya kwamba G55 wanataka watu wapigwe, watu wapigwe wafe. Hakuna anayetaka hicho kitu, ndio maana tunataka tutumie namna yoyote ile kubadilisha utawala wa nchi hii bila kubadilisha tutapigwa tutauliwa, tutafanywa kila kitu na tutafanya kitu. Bila kubadilisha utawala nchi hii tutauliwa kweli, sisehemu imefikia hatua ambayo haiogopi kufanya chochote. Uongee ukiwa chumbani kwako, kwenye mtandao umesikilizwa, siju wapi, wakikuamulia wanakufanya chochote. Kwa hiyo, wananchi, uchaguzi, hatuwezi kusema tunaenda kuuliwa hadi kwamba sasa tukae pembeni tuogope kufa. Ingekuwa uchaguzi peke yake unatufanya tuuliwa Tanzania. Tungekubali tungeacha. Nani anataka kufa? Hatuna njia nyingine yoyote ya kuiondoa serikali ya CCM kwa kuikimbia. Tunatakiwa tupambane nayo. Mimi elfu mbili na ishirini nimegombea ubunge Muheza. Niling'atwa kwenye mkono kwa sababu ya kupambana na, na, na msimamizi wa kituo alikuwa vitabu vitabu vyote amevitiki, nikamwambia ama zako ama zangu kunyang'anyana kura, kunyang'anyana vitabu vya kura ambavyo alikuwa amevitiki vyote Alivyoona nimemzidi nguvu akaning'ata mkono mimi, nilienda mpaka nikutibiwa nipewe F3 na polisi, nikaenda katibiwa. Mpaka leo nina kura nyumbani kwangu, ninazo kura za uchaguzi wa 2020 ninazo. Kwa mimi ukiniambia kuzuia uchaguzi, mimi nafanya kwa vitendo. Nina kesi ya kufanya fujo kwenye kituo. Nilienda kwenye kituo, nikamkuta msimamizi anafanya mavyongo, amekaa na kura, anatiki kama vile mwalimu wa darasa la pili, anakunja karatasi anatia kwenye boksi, nikamwambia haiwezekani mbele ya macho yangu. Nitashughulika na wewe hapa hapa. Nikampigia msimamizi wa wilaya njoo hapa kuna shida. Hakiendelee kitu mpaka msimamizi wa wilaya aje aseme. Walivyoona nimewazidi nguvu, wakatui wakanitia polisi. Mpaka leo ninavyoongea na kesi wakiamua hata kesho wanaifufua. Sasa mtu akiniambia mimi siwezi kuzuia si, na, nakataa kuzuia uchaguzi. Namshangaa. Na mimi na nazuia kwa matendo. Na mimi sikai tu kusema tunazuia tunazuia. Lakini pia kauli za viongozi wetu zinatuchanganya. Na mikutano inaendelea, mtu anakwambia siku ya uchaguzi wa Tanzania laleni nyumbani. Mnaweza kuzoea uchaguzi mlala nyumbani? Watu wanapiga kura, naika kura. Watu wanapiga kura, naika kura, mambo yanaendelea. CCM yemu wako wangapi? Nchi hii haina utaratibu wa 50% plus. Kuna nchi nyingine usipofikisha 50% ya kura zote uwe mbunge wala uwe diwani wala uwe rais. Sio Tanzania. Tanzania kwenye kijiji kuna watu 20, watu watano, CCM wameamua kwenda kupiga kura. Anatangazwa ule ameshinda, haijalishi kama nyie kumi na tano mna maoni gani. Kwa hiyo mkiambiwa siku ya uchaguzi mlale nyumbani, maana yake tu mmefanya CCM wamaliza uchaguzi mapema. Wataenda CCM vibabu vile vyenye ndawa ya pinki na njano wataenda, watapiga kura, wamama walioongwa vilemba wataenda, watapiga, watawachagulia viongozi watakaoongoza miaka mitano. Kipi bora, Tukae nyumbani sisihemu, wajifanyie wanachojifanyia au tuende fieldi tukapambani nao hmm? Hicho ndio G55 tulikuwa tumesimamia hapo. Unaenda kuzuia uchaguzi, hauna wakala kwenye hicho kituo, hauna mgombea kwenye hilo eneo, hauna mgombea nchi nzima. Sasa unazuia nini? Yani una, unazuia uchaguzi upya ambao we umeibiwa mpaka unakuta kuuzuia. Tumeambiwa tuna ubinafsi, tuna njaa, tunataka vyeo sasa hivi Chadema ukisema unataka udiwani, unataka ubunge wewe ni mhaini. Hivi karibuni rais ameenda Mweza, mbunge wa pale anapewa jukwaa, changamoto za ardhi zipo Mweza, changamoto za maji, changamoto sijui za afya. Mbunge wa pale anapewa maiki mbele ya rais, dunia nzima inamsikia, Tanzania nzima inamsikiliza, badala aseme kero za wanamweza, anasema nakushukuru rais, umenisaidia siku hizi sivai mlegezo, nimwachia huyo mtu miaka mingine mitano huyo <coughs> mtu ni mwachie miaka mingine mitano aendelee kuwatesa wanamweza. Kwa hiyo sisi tunapigania kweli kweli uwakilishi ili tuwasaidie wananchi. Anayesema tuna njia tumefanyaje, aseme malengo makuu ya chama cha siasa ni nini? Kama ni kushika dola, tunaitafuta dola kwa njia yote tuipate tuwasaidie wa Tanzania. <coughs> Lakini swala jingine swala jingine tumeambiwa G55 tunagombea, tunashauri chama kiende kwenye uchaguzi kauzuie tukiwa ndani, kwa sababu tunataka ruzuku tuile, na sitakuwa adui na mtu yeyote wa Chadema, labda uadui auanzishe yeye. Mimi nitakuwa na nini, nchi yangu, nitaendelea kusema kweli nitakapotakiwa niseme. Nitaendelea kutafuta platform ambazo nikitoa maoni sitaitwa msaliti, nikitoa maoni sitaitwa nina njaa, nikitoa maoni sitaambiwa nimepewa milioni mia na CCM nikafanye kampeni mpaka sasa tunaambia tunapewa milioni mia tukafanye kampeni CCM, iache kumsaidia CCM wenzie, ashinde, nisaidie mimi. Kweli kabisa, CCM wana hizo hela za kutoa kutugaia wapinzani wote, tukagombea kwenye majimbo yao, tukawatoe kweli?